Naitwa Lawrence Redio, afisa kilimo halmashauri ya wilaya Ngorongoro. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwenye banda letu la halmashauri ambako tunashiriki maonyesho ya wakulima Nane Nane kwa mwaka huu. Kauli mbiu inasema chagua viongozi bora kwa maendeleo endelevu ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa pembeni na bidhaa ambazo tunasema ni bustani ya jikoni, ambapo mama akiwa nyumbani, yale maji anayooshia vyombo, maji ambayo anamwaga mwaga, anaweza akatumia na akapata mboga bila kwenda dukani. Tuna viazi vitamu, tuna nyanya ambazo wakulima wetu wanalima, tuna maembe, tuna machungwa, tuna bilikaji na bidhaa mbalimbali ambazo zimetoka kwenye maeneo yetu ambapo tunazalisha sisi wenyewe, na viazi vitamu sasa hivi vipo, inapatikana na kama rangi unavyoona ukifungua ndani Nasema ni viazi lishe. Hivi viazi lishe vinafaa sana kwa matumizi kwenye kifungua kinywa, badala kula chapati unga ambao umesagwa huko, wewe unakula kiasi chako, hapa unapata wanga mzuri na unapata afya. Kwa mfano hivi, kuna mkulima mmoja tumemtembelea, yuko Waso, anafanya vizuri na hivi viazi na vinapatikana kwa urahisi na mbegu yake ipo. Kwa mfano hata hivi hapa leo kiviweka vizuri, mwisho wa siku mishasiku utapata eyake. Tuwasiliane ofisi ya kilimo, ili kwa ajili ya kuboresha kilimo chetu, na ni zao zuri sana la biashara. Maboga haya yanafaa kwa uji, yanafaa kwa kinywaji cha asubuhi kama kifungua kinywa, wengine hutumia kama chakula. Tuna ibwara nyeusi hapa, zinapatikana huko sasa, zimezao la biashara na mahindi ya njano unashauriwa sana ya, kuyatumia kwa sababu yana ya, karotini ya, ambayo ya, vitamini A ambayo ni zuri sana kwa lishe. Tuna maharage mbalimbali ndayo lima huko yanapatikana kwetu. Tuna haya ya Mungu wanasema wekoko wa una njano a hapa, wengine wanaita soya mafuta. Tuna alizeti, alizeti sasa hivi ni zao la mkakati ni washauri wa, wa kulima. Tukisema zao la mkakati, manake kwako, huwezi kutumia chakula bila mafuta. Kama huwezi kula bila mafuta, uanze kuzalisha mafuta wewe mwenyewe. Unaanzaje? Anza na eka moja, na sasa hivi tuna mashine ya kukamua ambayo yanachuja yana vizuri, yako loyumi, yako vizuri, unachuja naenda na, na. Hapa tunavituguia vyote hivi vimetoka kwetu. Watu wanasema ni gamagolo lakini sio gamagolo umetoka halimashauri ya kwetu, ukifika sokoni utavikuta na wakulima wetu watakwambia wametoasa wametoa waso amini amini, kwa sababu kote huko nimepita na nilioshauri, na umetengeneza imeshauri natengenezaai. Lakini hapa tunazungumza habari ya mahindi mahindi mahindi yameoza sasa. Yakioza mara nyingi sisi hatuangalii hatu kuozaji huko tunachanganya tukiyachanganya, hapa tunakula sumu. Kuna kitu inaitwa sumu kuvu. Sumu kuvu inaleta kanzi kama utaendelea kula, sio tu kwako, ukimpa mnyama pia, ukikamua maziwa, ukala nyama yake, ukala mayai, maana yake pia vimelea vya sumu kuvu vinakwepa kwenye mayai, vinakwepa kwenye maziwa, vinakwepa kwenye nyama. Ukila wewe, maana yake na wewe unakula vile vimelea lakini wakati mwingine hata sisi wenyewe tunaenda kusaga mahindi ambayo tayari yana vimelea vya namna hii. Ili kuondoa hii ni kuchagua mbegu bora ambayo haiozi kwa haraka. Lakini kwenye kuhifadhi, kama umeshayavuna ukapeleka ghalani, hakikisha umehifadhi vizuri, yasije kupata unyevu yakaoza. Namna hii ukiachukua ukaenda kusaga, maana yake unategemea kupata unategemea baadaye, unaweza kupata ugonjwa wa kansa. Lakini tuna mashine hapa sisi serikali imetusaidia mashine, mashine tunaita ni ya kupimia udongo, unapima afya ya udongo, inaitwa soil scan. Serikali kupitia wizara ya kilimo imeweza kugawa mashine hizi ambazo zinapima afya ya udongo kwa muda mfupi. Ukileta sampuli, maafisa ugani wakileta sampuli kutoka vijijini, pale halmashauri tuna tunapima, na muda huo wao wanapata majibu na majibu yake yanakuwa kwenye karatasi kama hii. Inakuonyesha hali yako ya udongo, a ina, ina ushauri wa mbolea na usimamizi wake, jedwali hali ya rutuba ya udongo, mahitaji halisi, na tunakushauri kupitia hii karatasi. Utakuwa nayo ni cheti chako cha kuonyesha udongo wako uko na hali gani katika rutuba yake. Kwa hiyo mwisho wa siku unapendekezewa mazao ambayo yanafaa kwenye udongo wako. Kwa hiyo mashauri pia wakulima wasisubiri tu afisa ugani aje, wenyewe wamwambie tunaomba tujue afya ya udongo, ili tujue ni mazao gani ya kulima, ili tujue ni kirutubisho gani cha kuongeza kwenye ile udongo, ili tuendelee kupata